Nimekuja hapa nina shida, ninahitaji nifutiwe madeni yangu yote ninayodaiwa. Sihitaji kudaiwa na mtu yoyote kwenye hii dunia. Yaani sitaki ani dai ni dai asinidai tena. Yaani ni ishi nipiwa sidahivi. Cha pili ninahitaji kuna huyo mtu anaitwa Teddy. Teddy, jamani huyo, Teddy sitaki kumwona kwenye macho yangu na sitaki anione na sitaki anikumbuke tena, yaani nahitaji umsaulishe, yaani kinywa yake asinione tena na wala tusikutane tena na hata akiniona asinijue, sihitaji kudaiwa tena, nimechoka madeni, sihitaji maisha haya, maisha ya kimaskini. Nimechoka umaskini Safari hii nataka niwe tajiri, nataka niwe na pesa, sihitaji haya maisha ya shida, nahitaji niwe na pesa kama watu wenye pesa. Watu kama wa wameshanisema mimi ni maskini. Umaskini siutaki tena, ninachohitaji ni pesa tu sawa. Maada umefika hapa kwangu, yote yatawezekana. Ngoja tumpime huyo Teddy.

Huyu Teddy ana nguvu zaidi, ana nguvu kubwa mno, haitawezekana. Nini hayatawezekana? Kivipi? <coughs> <coughs> <coughs> Binti, potezwa kabisa hapa, tusimuone tena sawa? hata kama nikupotea, apotee na ndio kitu nikupona kitaka. Nimesema sitaki kumwona kwenye macho yangu, yaani yani kupoteani, apotee kabisa, simtaki. Ndio kitu mimi kilichonileta hapa. Nimetoka nyumbani kwangu, nina akili zangu timamu, nimesema naenda kwa mganga, ninachotaka nisimuone Teddy tena. <laughs> Binti, litawezekana. Sasa nakutaka nikupe dawa. Dawa wenyewe utaenda kufunga kiunoni, hata ukienda kuoga, binti, unabaki nayo. Awi waganga awi awi waganga awi tawi waganga tawile, bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu wa, wa, wa tambala wana jemaha hila, ninasubira na siku ikandi, nizidi kumwomba Mola. Mimi utakuja kunishukuru. Iiun, unakwenda kufunga kwenye kiuno chako, hata ukienda kuoga unaoga, hata ukilala unalala nayo. Ukija ukisahau binti haoti, atakurudia hii hata kama ungeniambia niifunge chingoni, hata kama ungeniambia niivae kama miwani ningeivaa, ili mradi mambo yangu tu yafanikiwe. Pia natakiwa nile nyumbani kwako kumalizia dawa. Sawa mganga, twenda hata sasa hivi, ninachotaka mimi mambo yangu yakamilike. Sawa, tangu nie anakuja Bibi, bibi aliniambia ni tambara bovu. Binadamu wana jema ila nuna subira, subira

Hivi kwa nini hautulii nyumbani? Kila siku nikija sikukuti, kila nikija mlango umefunga, kila nikija kumefungwa. Ivona matatizo gani wewe lakini? Nikituka nataka nikufanyie nifanye nini ili uridhike? kule kwangu umesema kwamba au sijui ni, nilikuwa naishi na mwanaume sijui naishi na mwanaume, una uhuru, yaani unakaa, ujiamini. Basi nimeamua, basi nikutafutie sehemu, nimekupangishia, nimekununulia vitu yosiji. Kwa nini uriziki? Nifanyeje sasa? Nikunulia dunia nzima hiyo ya kwako au nikufanyie kitu gani? Labda kila nikija haupo. Basi leo nimekuja na ufungo wangu, nimefungua, hamna mtu. Nifanyie kitu gani ili uriziki? We baba, shida ni nini? au tatizo basi ni sijui eh, nata sijui nisemeje kitu gani? Mungu wangu, eh oh, ni nini? nininiki kwa nini mwikoni mtu wa maneno maneno sana hivi? kwa jinsi ulivyonipangishia hiki chumba, ndio ulikuwa unahitaji kwamba mimi nikae hapa ndani tu? Mimi mwanaume nahitaji kutoka na kupambana. Sasa kila muda kilele kwenye simu kilele, ni nini unachokihitaji? Unataka mi niishije? Mimi mwanaume natoka kujia ya kupambana kuweka maisha yangu na mimi akaye vizuri. Wewe unafikiri mimi napenda kila kipindi? kila kitu unachokuona kihitaji wewe, unaona ni supplaya mimi kile anachokihitaji wewe unaona na kuomba wewe, kwa nini, ni nini? Wewe unafikiri mimi najisikiaje? Wanafikiri wanafiki mimi napenda mwanaume na kasi na hata pesa sina, sina chochote wa... yani na kwa sina, sina mipango sina future. Wewe unafikiri nikitoka naenda kufanya nini? Napambana mimi nipate mtaji, nipate mtaji wa kuweza kueneza kufanya biashara zangu ziende. Sio nakaa tu na kwa kama ni jamaa fulani ndio alitoa tu ndani ya kuti wewe Mami, naomba unielewe. Sihitaji huku kulindwa lindwa huku. Hata kama ndio umenikodishia chumba, haimaanishi kwamba sasa ndio wewe umenilinda unanifunga mimi kama vyombo huku ndani. Sipendi. Kwa hiyo, kukaa huko ndani ni unakuwa unakaa kama vyombo, si ndio? Kwa hiyo, huko huko nje unakoenda unazunguka kila siku nikija hauko, ni wiki nzima sasa unajua kila nikija hauko ndani, kila nikija nyumbani umefungwa umefungwa, na kutana na kufuli sawa. Basi huko unakoenda umepata nacho kitaka, mimi sipendi. Unakumbuka makubaliano yetu, ni kutafutia sehemu ukae, lakini sio unazurura. Kwa nini unapenda kunifanyia hivi? Lakini au kwa sababu unajua basi nakupenda, unafanya hivyo unapotaka? Yani e, nifanyeje sasa? Nimekufanyia kila kitu, nikupe kitu gani labda uridhike? mambo nielewe, kama nilivyokuambia kwamba mimi natoka kupambana ili nipate mtaji, hakuna kingine na siwezi kukaa hapa ndani, siwezi. Huwezi kunichunga mimi, huwezi kunifuga kama ling'ombe. Mi siu, siu, siu, siu, siu, siu mimi sio sio sio sio sio mfugo wako, mimi sio, mwenyeelewa, mimi ni mwanaume. Alafu wakati tunakutana tulikutana wakati mimi napambana, eh, nilikuwa mwalimu. Sasa leo kwa nini unizuie zuie uniekeke hapa ndani? Nini ninachokifanya? Elewa, napambana ili niweze kupata mtaji. Hivyo tu hapo, unanifundisha kitu. Yani ninavyoona na ninavyokujua, yani wewe uko nje, uko utakuwa kuna mahusiano mengine unataka uanzishe. Unasema nini? Wewe unasema nini, mwanamke? Kwa hiyo umeshafikia hatua ya kunitukana, si sindio? Unatamkaji vitu kama hivyo, alafu unanichukuliaje mimi malaya? Unachukuliaje? Unanionaje? Ha, kwa hata kukutana mimi na wewe uliniona kwamba mimi ni mrais rais kiivo ndio maana ukaniweka katika mazingira. Kwa hiyo ndio maana kila nikitoka nikizurura, unaona kabisa kwamba mimi naenda kufanya umalaya. Sio maana yake I say kama ulinikodishia kichumba ili uweze kunimiliki na kunisumbua na kuninyanyasa, basi sikiliza, nikwambie kitu kimoja. Mimi nina uwezo wa kuishi maisha yangu vizuri kabisa tu ilikuwa naifanya kuweza kubaki na we. Baki mwenyewe hapa hapana. JP, mimi sijamaanisha uondoke. Unajua nini, kutokana na kila siku navyokuja mpenzi wangu sikukuti wiki nzima zima. Imagine ndio wewe ungejisikiaje? Lazima ungehisi yani ninavyohisi mimi kwa sababu sio kawaida yako. Mimi nilizoea kule nikija nakukuta, lakini sasa tokea nimekupangishia hapa nikija haupo ndio maana mimi nikahisi labda utakuwa na mahusiano ni mengine. Nisamehe, mimi sijamaanisha kwamba labda ni kweli, sijui una mwanamke mwingine hapana, ila kwa jinsi navyojisikia kibinadamu, hata kama ni wewe ungehisi hivi ninavyohisi mimi. Sawa, hamna shida, ila naomba utambue kitu kimoja kwamba mimi ni mwanaume, alafu ninahitaji kupambana na maisha kuzitafuta senti ili e, na mimi nijione kabisa ni mwanaume nilokamilika, lakini sio kuishi hivyo ambavyo unanipeleka, na istokee tena kitu kama hiki. Unajua hizi fikra zinakuja kwa sababu gani? Kwa sababu nakupenda mpenzi wangu. Kwa najisikia ni vibaya, ni inabidi tu. Yeye mwenyewe anajikuta tu nimeongea hivyo. Sawa. So, Na ni lini unaweza kunipatia mtaji? Kuhusu swala la mtaji, nalijua na nalikumbuka, sio kwamba nimenyamaza. Niliamua kub... nikupangishie kwanza huku, utoke pale ambapo ulipokuwa una uhuru ili ukae hapa uwe na amani, alafu ndo swala la mtaji lije. Lakini sasa wewe unakuwa, yani unakuwa unafanya ndivyo sivyo, nikija haupo. Ndio maana mimi najisikia vibaya mpenzi wangu, naomba unisamehe kama nimekukwaza. Sikia nikwambie. Hivi sasa hivi unajua kabisa wanafunzwa huko kwenye mitihani. Watakapomaliza tutapata likizo kidogo, wanafunzi watakuwa nyumbani, basi na sisi tutakapopata likizo utapata hela, nitakupa mpenzi wangu, usijali, usinifanyie hivi, najisikia vibaya sana. Sawa, mna shida lakini usijitokeze tena sawa. Mimi sijamaanisha ondoke, mpenzi wangu, samahani Ni, ni, ni. Nilompata waleo sio kama wajana. Waleo fundi ananipenda kinyama <tos> <tos>